Ni muhimu sana kumwombea rais wetu wa nchi ambaye ana majukumu mengi, mbali ya kuwa na wasaidizi, lakini yeye kama yeye anayo majukumu mengi ya kitaifa. Tunao wajibu wa kumwombea, Mwenyezi Mungu amnyooshee kila analofikiria, Mwenyezi Mungu amwondoshee wale wote wenye shari dhidi yake, na Mwenyezi Mungu aendelee kumpa weledi wa kuendelea kuwa kiongozi imara mwenye afya njema na Mwenyezi Mungu ampe mafanikio katika kila jambo lake. Lakini mimi nachosema, tuzidi kumwombea rais wetu, na muongoze katika afya njema, ampe utukufu wake lende aliyo nayo na hekima na amani, ili aweze kuvumilia na subira. Hey, ya rabbi l alamin tunakuomba Mwenyezi Mungu mtukufu Amin. Wewe ndio umesema niombe nitakuitikieni, tuko hapa kukuomba ya rabi, huteremsha amani katika nchi yetu ya Tanzania, uwafanye wa Tanzania wawe na moyo wa huruma, upendo, mshikamano. Tunawaombea viongozi wetu ya rabbi, wanaoliongoza taifa hili Mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania doktori Samia Suluhu Hassan mpe afya njema mpe subira mpe uwezo Amin. pamoja na wote wanaomsaidia katika serikali hii ndugu Waislamu ni ukweli usiopingika kuwa rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania wakati wote amekuwa akitekeleza kwa vitendo dhamira ya kukuza ushirikiano kati ya serikali na madhehebu ya dini hapa nchini. Sote tumeshuhudia mara kadhaa jinsi namna anavyoweza anavyowathamini kwa kuwasikiliza kuwashirikisha viongozi wote wa madhehebu ya dini katika masuala muhimu ya kitaifa. Hii ni alama tosha kwamba rais wetu ana dhamira ya dhati ya kuimarisha mshikamano kati ya viongozi wa dini na viongozi wa serikali na taifa kwa ujumla. Na kwa upande mwingine, viongozi wa madhehebu ya dini mmeendelea kutoa ushirikiano mkubwa sana na kuitikia wito wakati wote serikali inapowahitaji.